Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Lakini pia kwa njia ya mtandao kule London, tunaye Abdulaziz Jaad ambaye tutazungumza naye. Jaad, habari za London na karibu sana. Asante sana, habari za huko kwenu kwa ujumla? Dar es Salaam kwema kabisa, ndugu yangu Ibrahim Rahbi, pia karibu tena kwa wakati mwingine. <laughs> <laughs> <laughs> <Fikiri tuanzi laughs> London mwingine, nafikiri tuanzie bana Caracas. Uh, uh, kumekuwa na hali ya sintofahamu uh, lakini hasa Jaad, embu tu, tu, tupe usuli kidogo tupate msingi wa kilichotokea e, ni kama kuna baadhi ya watu waliona kitakachofuata, wanasema they saw it coming, lakini si kwa ukubwa huo na sio kwa uharaka huo, maanake wengine anaita ni unyakuo, wengine anaita ni operesheni ya kijeshi, lakini kwa ni aina yake kumchukua rais wa nchi mwenye ulinzi katika nchi e, katika makazi yake Kwenye intelijensia na, na, na vitu kama hivyo ni, ni, ni operation inaonyesha ukubwa wa Marekani, lakini wakati huo huo inaonyesha udhaifu wa kiulinzi wa Venezuela sio? Umegusia vitu vingi kwa pamoja hapo katika ufunguzi wako ambao unaelezea kwa ufupi e, e, e, jinsi gani ya tatizo lililokuwepo kwa hapa. Uh, huu ni mwendelezo wa ubabe na ubeberu tena ubeberu uh, mamboleo wa Marekani na mataifa makubwa dhidi ya mataifa mengine kinyume na sheria za kimataifa. Uh, tunaona kwamba Marekani uh, ilikuwa ikijitayarisha kwa kipindi sio chini cha miezi miwili mitatu kuvamia, na ilionekana wazi kama watavamia, haikujulikana watavamia namna gani lakini eh, viashiria vyote vilikuwa vinaonekana kabisa kwamba watavamia na, wata, na lengo lao kubwa ni kubadilisha uongozi eh, change of regime, na hatimaye wametekeleza hivyo. Wametumia kisingizio cha kwanza kwamba walikuwa wanataka kuzuia ma, uh, madawa ya kulevya uh, lakini unaona wazi kabisa kwamba lengo kuu cool lilikuwa sio madawa ya kulevya, lengo kuu cool lilikuwa ni mafuta lakini nyuma ya hapo vile vile mafuta ni kuhakikisha kwamba Urusi na China wanaondoka kabisa katika uh, maslahi ya namna moja au nyingine katika nchi ya Venezuela na Latin America kwa kwa ujumla. Kwa hiyo tunaona wazi kwamba malengo yalikuwa ni mafuta na lengo kubwa ni kumwondosha Urusi. Lakini katika hayo mafuta tunaona wazi kabisa kwamba inajulikana kwamba Marekani, sasa hivi, sio kwamba inahitaji mafuta, lakini inahitaji mafuta kuyauza, ili ipate mafuta, ipate pesa, ilinde dola. Wakati tunaona kwamba haraka haraka kwamba jeshi uh, limeingia pale, lakini kwa ndani halikupata upinzani wa namna yoyote. Kwa kuna hisia kubwa, na katika zao wachambuzi kwa kusema kwamba, uh, majenerali walirubuniwa na wali Uh, pata rushwa kubwa na hawakutoa upingamizi wa namna yoyote mpaka walifungua korido ya namna fulani ya kijeshi ili wapate kuvamiwa, ambayo ni sawa sawa na Syria ilivyofanyika na Marekani ikapata uh, lengo lake la kuingia na kumnyakua na kumteka nyara, sio kumkamata uh, Maduro. Sema, umesema shida kubwa ni mafuta. Nchi e, zenye mafuta ni nyingi, kwa nini Venezuela? Nchi zenye mafuta ni nyingi, lakini Venezuela ni nchi ambayo ina hifadhi kubwa namba moja duniani ikifuatiwa na Saudi Arabia. Lakini Venezuela mafuta yake kiasi kikubwa kwa upande mmoja, uh, tunaweza tukarudi katika uh, historia ya miaka ishirini nyuma kwamba wawekezaji wakubwa wa uvumbuzi wa, wa na uchimbaji wa mafuta kwanza walikuwa wa Marekani, hususan kampuni ya Chevron ambao waliwekeza, halafu huko Chavez Uh, akaja akawatimua uh, na miaka ishirini yote iliyopita uh, Marekani ilikuwa ikigombana na Venezuela mpaka uh, Hugo Chavez ikasemekana kama ameuliwa kwa kutumia kansa uh, na akaja akakamata uh, Maduro. Kama, kwa hiyo unaonekana kama kwamba Marekani walishawekeza pale kwa kiasi kikubwa hilo moja, lakini kwa upande mwingine uh, mafuta mengi ya Venezuela yanauziwa hasimu wa Marekani ambaye ni uh, ni China. Uh, na China uh, um, uh, ndio alikuwa akipata faida kubwa pale ukilinganisha na sehemu nyingine. Kwa hiyo ukitizama, kweli mafuta yako mengi, lakini mafuta ya ghuba ambayo ni asilimia arobaini tu ya mafuta ya dunia hayatoshi kwa dunia nzima. Kwa hiyo Venezuela, ambayo ni yako uani kwa Marekani, uh, yana umuhimu wake, hususan kuhakikisha kwamba China haendelei na uh, kufaidika, lakini wakati huo huo kabla ya kukwenda mbele, tunaona kwamba safari hii kwamba aliyonufaika hapa sio Marekani peke yake. Tunaona kwamba kuna mbali ya aibu ya kushindwa hawa wa China na Urusi, lakini tunamuona China hapa ni mfaidika mmoja mkubwa sana ambaye katika suala hili, kwa sababu tayari wameshaanza kuingia mkataba na Marekani kwamba Marekani inachukua yale mafuta lakini itaendelea haitozuia kumuuzia mafuta uh, China. Nini kinachoendelea hapa kwamba Marekani itajithibitishia uuzaji uh, wa mafuta yaani, dola zitaendelea kuwepo, kutapanua uchumi, lakini China itaendelea kupata mafuta ambayo inahitaji katika kuendeleza viwanda vyake na uchumi wa nchi yake. Kwa hiyo hapa tunaona Marekani wametumia ubabe, lakini China wametumia unafiki katika kuto kumlinda uh, Venezuela hususan taifa lingine ambalo tunalokuja kuona pale limeshindwa, ukiachilia mbali urusi ambayo imeshindwa kijeshi kumlinda eh, Venezuela. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yanatazamika ya hapo ambayo ya tunaweza kujifunza huko mbele, hususan katika nchi zetu za Kiafrika. Katika hilo kisheria, eh, kama Trump hawajafuata uh, kanuni zile ambazo alipaswa kwanza kutaarifu bunge, alafu bunge lipitishe na ndio eh, hili lifanyike, lakini hajafanya hivyo, yeye akidai kwamba hakutaka kutoa taarifa kwamba ijulikane sije taarifa zikavuja. Eh, kwa, kwa kufanya hivyo, uh, unaona una, una, una nini hasa katika uh, hatua hii ambayo Marekani imechukua bila kufuata utaratibu ndio mjadala mkubwa unaoendelea ndani ya Marekani. Naona wabunge wanararuana kweli kweli. Hata washirika wake wa MAGA ambao wamekuwa na Trump mara nyingi. Nimemwona hata uh, Rin uh, mwanamama ambaye alijiondoa uh, wameshutumu hili swala. Nilimwona Senator Bernie Sanders wa Vermont alishutumu hili swala kuwa uamuzi wa Trump uliotumika hata kwa sheria za Marekani pia haukubaliki. Lakini nilimsikia meya mpya wa New York, Zohran Mamdani akilizungumzia hilo pia kuwa uh, wanadhihirisha kuwa wao ndio mabingwa wa kuvunja sheria. Halikubaliki. Ukienda kwenye baraza kwenye Umoja wa Mataifa, hili swala halikubaliki kwa njia zozote, halikubaliki uhalali wa Trump ambao wanaulazimisha kuleta, kwa kusema kuwa kama tungeshirikisha bunge labda tungevujisha taarifa na haya mambo yangeharibika. Hasio utetezi halisi kwa sababu uh ulimwengu ulishaaminishwa kuwa tunaishi kwenye dunia ambayo imepangwa na ina utaratibu na sheria na haki, lakini labda tuseme kuwa kama labda tunajisahaulisha au tuseme, Marekani ni mara ya kwanza? Wakati anayemchukua Noriega mwaka 90 ilikuwa Umoja wa Mataifa ulikuwepo na alifanya hivyo hivyo. Uh, Saddam Hussein 2003 nchi zilipinga, lakini alifanya hivyo hivyo. Uh, tunaona sasa kwa Maduro anafanya vile vile, ni ni tabia ya kwa, kwa Osama bin Laden Okay, Osama, kwa, Bin, kwa... Osama utasema kuwa labda ilikuwa kwa sababu kuna ile una, una, una, unasema kuwa unajua tukisha kuweka kwenye listi ya ugaidi tunahalalisha mm, kile tunachokifanya, lakini kwa kwa Gaddafi kwa Gaddafi ya Marekani na washirika wake wa NATO walifanya vile vile. Kwa, kwa hiyo yeah, vile vile. Yeah, siwezi kusema kuwa eti kuna sheria zimevunjwa, kuna jipya mm, inaweza kurejelewa kwenye ile nguvu sasa ya, ya, ya fedha ya kitaifa ya taifa husika labda ndio yo ni mwendelezo wa kile alichosema Jaad, ni mwendelezo wa ubepa, yaani wa ubeberu ambao umekuwepo, kwa sababu kama tutachukulia nadharia kuwa nchi nchi kubwa, yaani nchi yenye nguvu inaweza kwenda kufanya lolote kwenye nchi ndogo. Nadhani nilizungumza mapema wakati wa mzozo wa Urusi na Ukraine hapa kwenye mijadala, nilisema kuwa hakuna uhalali wowote wa nchi kubwa kwa sababu ni nchi kubwa iweze kuvuka mstari kwenda kwa nchi ndogo, kwa sababu kama tutafanya hivyo Marekani anaweza kuingia nchi zaidi ya nchi asilimia tisini ya nchi duniani, anaweza kufanya hivyo. Kama swala la kwenda kumchukua rais kutoka kwenye nchi moja, nchi nyingi zinaweza kufanya hivyo. Aliyolifanya Marekani kwa Maduro, Urusi alikuwa anaweza kulifanya. Lakini kwa lakini rahabi kwa tunakubaliana kwamba kwa si Marekani peke yake katika utaratibu wa kidunia ambayo imefanya mm. operesheni za ku za kuingilia katika nchi nyingine hasa katika mazingira ambapo imeonekana kwamba kuna utawala umejisimika mm. na haukubaliki. Yeah. Uh, rejea operations zoe kufanyika Uganda na kumrejesha mamlakani uh, Obote Tanzania ikishiriki mm. operesheni ambazo uh, zilifanyika kule Komoro alikuwepo Mancham na Albert Rene hmm, lakini pia mataifa mengine pia amewa kufanya hivyo katika, katika maeneo mengine. Urusi pia amewai kusaidia katika baadhi ya maeneo e, na mataifa mengine uh, uh, kwa nini Marekani akifanya hivyo unaonekana kwamba ameonea? Kuna tofauti katika vyote ulivyovisema. Mfano tukirejelea mfano Uganda, hmm, Uganda kuna rais amepinduliwa ambaye anatambulika kimataifa. Mm -hmm. Halafu kuna ombi maalum kutoka katika serikali ambayo inatambulika kimataifa kuwa asaidiwe. Hiyo ni tofauti. Huu ni uvamizi tofauti na kile ambacho sisi tulikifanya Uganda. Umenitajia nchi gani nyingine? Komoro. Uh, Komoro. Nchi? Komoro. Komoro kulikuwa kuna ombi maalum la utawala wa Komoro ambao lililetwa kwetu kwa ajili ya usaidizi. Uturuki amewahi kufanya hivyo kwa kwa, kwa kwa kwa Libya. Hii ya sasa ya kina IGNA baada ya ombi maalum kutoka kwa Libya kuwa ni, niko kwenye tishio la kutolewa, na unapeleka hilo, ni ombi maalum yani. Kuna tofauti, kilichofanywa na Marekani ni uporaji yani, ni uvamizi katika nchi huru yani, kwenda kumchomoa rais kwenye nchi ni kitu ambacho na Urusi anaweza kukifanya kwa Ukraine, lakini dunia ingepiga kelele sana, yani kuwa, lakini lakini, lakini, lakini, lakini, lakini, lakini jamii ya kimataifa ilipiga kelele sana kuhusu E, uchaguzi uliofanyika ambapo ilionekana kabisa kwamba mgombea alikuwa anagombea na Rais Nicolás Maduro alishinda na hivyo Rais Maduro pamoja e, na, na, na, na wenzake kupora uchaguzi na kuingia madarakani na kujiweka madarakani na, na, na viongozi wa upinzani wengine wakikimbilia nje ya Venezuela. Kwa hiyo kukawa na Uh, sauti kubwa sana inavuma kutoka kwenye jamii ya kimataifa kwamba uchaguzi uliofanyika Venezuela wa kumwingiza mamlakani Nicolás Maduro haukuwa wa huru na haukuwa wa haki na kwamba aliyeshinda ni yule mwenzake. Hilo tunakubaliana. Unajua, ukitazama Venezuela ilivyo hmm. Nilishawahi kulizungumza kuwa mfumo unaoongoza Venezuela wa kijamaa ulishafeli ndio sababu unaona Venezuela, kati ya raia watano wa Venezuela mmoja amekimbia nchi. Yaani Venezuela inatajwa kuwa ni nchi ya kwanza duniani yenye watu ambao nchi haina vita lakini watu wake wamekimbia nchi. Venezuela ina reserve kubwa ya mafuta kuliko nchi yoyote duniani lakini raia wa Venezuela hawawezi hata kununua mkate. Tayari mfumo wa bei ni asilimia 200 ya 40. Ni kwa bei ni wa hatari kabisa. Okay, hilo tunakubaliana. Lakini ninachokataa ni kuwa uhalali wa Marekani kuingia Venezuela kwenda kumtoa kiongozi wa, wa Venezuela halafu hapo hapo hapo Marekani atangaze kuwa mimi nitaiongoza Venezuela. Kuna kipi hapo? Yaani kuwa Venezuela yenye watu milioni 30 mm. nchi mm. ina watu na viongozi. Kwa nini Marekani aiongoze Venezuela? Na kile ambacho Marekani alituonyesha mwanzo kwa Venezuela kuwa tuna shida na Maduro kwa sababu Maduro anasafirisha dawa za kulevya. Kwa nini ajenda inapotea? Na ajenda imekuja mezani kubwa mafuta. Leo kwa nini Marekani akafanya biashara na China kwa mafuta ambayo sio ya kwake? Haki ya Venezuela iko wapi? Au Marekani alikuwa anawatetea kipi wa Venezuela? hmm. Alivyochukua meli ya kwanza, walioichukua wakati wameiteka, hivi juzijuzi juzi. Trump alisema kuwa mafuta tuliyoyateka kwenye hii meli tutayaweka kwenye hazina yetu, au tutayauza, tutayatumia sisi. Unakaa unajiuliza kuwa wewe unatuaminisha kuwa upo kwa ajili ya kuwatetea Wavenezuela wanaoonewa katika nchi ambayo haina madawa haina hospitali, haina chochote, watu hawawezi kumudu lolote. Umepata mali yao umechukua. Kwa nini usiuze ukarudisha kwao ili iende? Kwa nini uweke kwenye reserve ya Amerika? Hmm. Yani Yaani kwa nini uchukue uweke hii kitu kwa Amerika? Kwa hiyo hapo ndio maswali tukua. Kweli Marekani alikuwa na nia kuwasaidia Venezuela. Tuchukue hilo. Kwa raia walikuwa wanateseka. Mimi nimewahi kusema kuwa hao raia wa Venezuela wakipewa kura ya maoni wapige, wengi watamkataa Maduro. Hawawezi hmm, kumpigia Maduro. Ni kama ilivyokuwa Syria. Okay. Syria ya, ya Bashar Assad ilikuwa hivyo hivyo kuwa ni kweli raia wa Syria walimchoka Bashar al-Assad. Kwa hiyo unaunga mkono Maduro kuondolewa, lakini sio kuondolewa kwa staili hiyo? Maduro, siungi mkono Maduro kuondolewa. Nilitaka maamuzi ya Venezuela yafanye na Venezuela, sio mtu atoke nje. Wamefanya kwenye sanduku la kura, wameshindwa bado walikuwa na nafasi nyingine waweze kufanya wao wenyewe, lakini uingiliaji wowote wa kimataifa, basi kama Marekani alikuwa analiona hilo kuwa la Maduro kuwa limeshindikana, sasa tayari si wamemngoa Maduro, kwa nini wasirudishe mchakato wa wa kisiasa wa ndani wa Venezuela, wafanye reform ya utawala ili wao watafute kiongozi wao? Leo hii hata Maria Machado hamtaki ha. hali yakuwa wengi waliamini kuwa Machado ndio ataenda kuchukua nafasi ya nani? Mshindi wa tuzo ya amani hawezi kumpa, kwa sababu si alikuwa anataka tuzo ya Nobel. Trump hawezi kuruhusu Machado aende akaongoze nchi, hawezi, kwa sababu alikuwa anataka tuzo ya Nobel akapewa yeye. Sasa unataka, kwa nini ufanye mabadiliko kwa hayo, kwa nini una, kwa nini ukachukua cha ndugu, sasa sasa. Lakini kwa upande mwingine pia uh, kuna unajua kushe ku, kuwa sehemu unapigwa mm, afu washikaji zako hawakutetea, yani wanaangalia tu unapopigwa. Sasa hapo tuna tuna china tuna na Urusi mbona mm. hawajafanya chochote? Na alitugusia pia kidogo pale Jaad eh, kulikuwa kuna umuhimu gani sasa wa Venezuela kujie, kujie, kufanya Urusi mm. na China kuwa allies wake wa karibu, ikiwa katika mazingira kama haya washirika wake hawa hatujaona wakimtetea kwa lolote? Wiki mbili zilizopita ndio niliweka andiko moja kwenye, kwenye channel yangu mm. na nikalizungumza hili nikasema, hivi Marekani wataingia Venezuela watamtoa Maduro Halafu China na Urusi wataangalia tuna, hawawezi kuchukua lolote. hatua pekee watoichukua, wataenda kwenye baraza la usalama kulalamika, ndio imekwenda vile vile. Lakini wakati ule nililizungumza hilo, pro Rusia na upande wa pili walinishambulia, wengine walinipigia hadi simu moja kwa moja, yaani kunitukana, kwa sababu wewe mamluki unatumika. Kilichofanyika ni hicho hicho, wanakwambia wanakwambia, wewe unatumika na Urusi, mimi natumika na na Marekani. Mimi nilisema mapema kuwa Marekani ataingia na atafanya. Sijui kama anatumika, lakini kilichotokea ni hicho hicho kimetokea. Viduga tayari kutumika bila shaka. Umeniuliza kitu hapo sijasikia. Tuko ha, tunasema kwamba n yani, uh, tumeshuhudia Urusi na China wakiwa hawamtetei ndugu yao eh, rais anachukuliwa namna hii ananyakuliwa, wako kimya na, na, na <laughs> ni mshirika wao wa karibu. Kwa kweli uh, ni kufeli ki, kiasi kikubwa kwa kiwango kikubwa sana kiu, kwa kiusalama kwa mataifa haya mawili China na Urusi. Urusi tumeona imefeli kumsaidia Siria, Marekani ikaingia uh, israeli ikaingia ikamtoa, wakati urusi iko ndani uh, ilikaa pembeni uh, Tumeona mara nyingine tena kwamba urusi ipo Venezuela licha ya kuwa na makombora ya S300 uh, ndege za su Sukoi uh, ziko pale lakini bado au hata intelijensia yao imeshindwa ku, uh, kunusa kwamba uh, Marekani ingeweza kuingia kwa namna gani. Ilijulikana wazi kama itapiga, lakini imeshindwa kuingia jinsi gani. Tunaona kabisa kwa mataifa haya yameshindwa kutetea maslahi ya washirika wao uh, Venezuela ukiingia Siria ukiingia Irani, vita vya Irani, Urusi imeshindwa kuingia uh, kwa kiasi kikubwa Irani amejitetea yeye mwenyewe ingawa kwa upande wa nyuma wamepewa silaha, lakini kwa hiyo tunaona wazi kabisa haya mataifa yameshindwa kuwa watetezi, licha ya kuwa yanapeleka uh, vikosi vya, vya hapa na pale katika nchi za, za watetezi. Lakini ukitizama kwa upande mwingine, niligusia mwanzo kwamba China hapa, uh, unaweza kusema kwamba ameshindwa, lakini China siku moja kabla ya Maduro kuchukuliwa China alipeleka ujumbe mkubwa sana kidiplomasia pale, wa kidiplomasia pale wa, wa mabalozi. Nini kilichozungumzwa pale hakijulikani, lakini immediately, baada ya Maduro kukamatwa, China hakulaani moja kwa moja, akasubiri kwamba kuhakikisha kwamba Marekani amezungumza kwamba ataendelea kumuuzia mafuta. Kwa hiyo ukitizama China, yeye ni mfaidika hapa, hajaumia nimfaidika kwamba ataendelea kupata mafuta ya Venezuela bila ya kuwekeza. Tatizo lake yeye, mahitaji yake yeye ni mafuta. Kwa hiyo ukitazama, ukitizama haraka haraka kuna mambo mengi hapa ya kusalitiana, kinchi ki kwa nchi. Venezuela imesalitiwa pamoja na wa, wa, wa, wa, wa, wa, majenerali wake, lakini zaidi wamesalitiwa kinchi, Cuba ambayo yuko ndani vile vile eh, kwa washauri wa, wa kijeshi zaidi ya 30,000 wameshindwa na Cuba ndo anaenda kuumia zaidi, kwa sababu Cuba alikuwa anapata mafuta zaidi ya asilimia mia moja kutoka Venezuela na Marco Rubio, uh, uh, uh, waziri wa mamboe za nchi za nje wa, wa, wa, wa Marekani ambao wazazi wake wametokea Cuba, dhamira yake sasa ni kuangamiza Cuba. Kwa tuangalie kwamba vile vile Cuba inaenda kuumia wakati Urusi na China watashindwa kufanya chochote. Kwa nakubaliana kabisa na Rahbi kwamba mataifa haya sio ya kuyategemea kabisa, kwamba ndio yatalinda maslahi ya ya washirika wao na ni mm. ruhusu haraka haraka kurudi kwamba uligusia kwamba kuna mataifa mengine yaliweza kuingia nchi nyingine na kuondoa Ukagusia uh, Tanzania na Uganda uh, wakati wa Mwalimu Nyerere. Kwanza Uganda ilituvamia Tanzania kijeshi, lakini kabla ya hapo Mwalimu Nyerere akimtumia zaidi wakati ule bwana Mkapa, William uh, Mkapa kama waziri wa mambo ya nje, AU OAU ilihusika sana kusuluhisha mpaka ikashindikana. Wakati ule Somalia bado ina nguvu katika OAU, walitumika kuwa ni wasuluhishi, iliposhindikana, ndio Tanzania wakaingia. kwa ni vitu viwili tofauti. Wakati hapa Marekani inavamia nchi, kwa mfano Nigeria, bila ya nani, zote ni sovereign country, ni nchi ambazo zinajitawala na zina mamlaka kamili, haziwezi kuingiliwa kama Venezuela. Kwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa kwa kiwango kikubwa, na vile vile inamfanya Marekani asiwe na nguvu tena ya kuwa msuluhishi, kwa mfano Ukraine. Urusi ilikuwa inalaumiwa imeingia Ukraine kama Venezuela, Marekani inavyoingia Venezuela, lakini Marekani ilikuwa inataka kusuluhisha. Sasa Urusi itamuuliza Marekani, wewe umeingia Venezuela. Kwa hiyo hapa ukiangalia, wanaumia zaidi ni mataifa ambayo hayana nguvu, na mataifa ambayo yanaendeleza kufaidika ni mataifa ya kiubabe. Lakini la mwisho, Urusi na China yanaonekana yana nguvu lakini bado nguvu zao haziwezi kuprojekti nguvu nje ya mipaka na pembeni ya mipaka ya Urusi na China wana nguvu lakini hawawezi kuenda Marekani ya Kaskazini ya, ya Kusini au Afrika kama Marekani ambao wanaweza kaleta nguvu za kijeshi, meli za kijeshi na, na, na, na, na nguvu za namna nyingine. Hakuna mpaka amba, an, nguvu sasa hivi ambao anaweza kumtunishia nguvu za kijeshi Marekani. Lakini kwa haraka haraka, samani kwa nini Marekani anatumia nguvu? Kama angekuwa ana kweli ana nguvu uh, asingeweza kutumia ubabe. uh, hii ni ishara nyingine kwamba ameshindwa kuleta maslahi yake kidiplomasia. uh, uh, huko nyuma alikuwa anaweza. Kwa hiyo sasa hivi tunamwona Marekani nguvu zake zikipungua taratibu taratibu, ndio maana anaishia kwenda kutumia ubabe kwa sababu anafilisika kidiplomasia, anafilisika kuwa na ushawishi wa namna moja au nyingine. Ndio maana ukimwona mtu anatumia nguvu, ina maana akaishiwa uh, sera nyingine na, mm. Na katika hilo Jaad, unajua uh, hatujaona mwisho wenye utulivu na kudumu kwenye mataifa, hasa ambayo yamepitia hali kama hii mm. uh, Panama, Iraq uh, na mataifa pia Libya E, imekuwa ikishatokea e, hali kama hiyo basi, hata athari zinakuwa kubwa kwa wakazi e, wa Venezuela. Kama ni matarajio pia kwa hilo kutokea, inakuwa ni kama kula nyama ya mtu, yani unaendelea tu hatima mm. yake ni yeah, kweli, ni, yake yeah, ni, ni, ni kweli unachokisema kuwa unajua, kuna vitu havijaribiwi kama amani. Amani huwa haijaribiwi, ukijaribu itakupa jibu ndio hicho ambacho unaweza ukasema kuwa labda inaweza ikatokea vile utulivu ukakosekana, lakini kitu kimoja ambacho wa Venezuela wamekionyesha na ni kitu ambacho walikionyesha wa Iran wakati wa mzozo ule wa siku 12 na Israel kwenye ile vita, wa Venezuela, ukitazama video zinazotoka Venezuela kuanzia baada ya kuchukuliwa Maduro. Kuna lile kundi ambalo ndani ya Venezuela wanakubaliana kuwa tulikuwa hatukubaliani na Maduro anachokifanya, yani kuna kundi linakuonyesha lakini, ndani ya Venezuela pia, kuna kundi ambalo linatoka linakuonyesha kuwa hatukubali tena ukoloni yani, tunakubaliana na Maduro kuondoka, lakini swala la kuja kutukalia sisi hatulitaki na tunataka tuongoze nchi sisi wenyewe, na ndio maana unaona kuwa mahakama jana eh, ilimwapisha Delcy Rodriguez aliyekuwa makamu wa rais kuwa rais wa mpito. Sasa bado hapa ni kugumu. Marekani ameanza kufanya biashara nje hali ya kuwa hana bidhaa yani bidhaa ni mafuta ya Venezuela, lakini bado hajayakamata mm. Marekani hana jeshi lolote ndani ya ardhi mm. mm. mm. Kaisha anza, ku... <laughs> anza kuuza tunaona, anaenda kupatana na China <laughs> Kwa sisi tutakupa, amesema hata Irani akitaka mafuta tutampa, hata Urusi akitaka mafuta tutampa, yani yeye anap, anapatana kuuza mafuta ya venezuela kuwa... Venezuela wameshampitisha rais Delcy Rodrigo eh, rais wa mpito na hali ya kuwa jeshi ya la Venezuela mjabrone. lipo. Na, na, na kingine kuwa Marekani hana jeshi hey, ndani ya mm -hmm. Venezuela, maana yake ili Marekani aweze kwenda kuchukua sasa yale mafuta ni lazima sasa afanye ground invasion. Huwezi kuondoa yeah. utawala bila kuingia ardhini, yani ni lazima Marekani apeleke kikosi tena, yani tushuhudie vita mm -hmm. maana yake jeshi yaani au serikali ya Venezuela imegoma kujisalimisha na imebaki pale pale tu kuwa tunalinda mipaka yetu na rasilimali zetu, na tutajitawala wenyewe bila kuingiliwa na dunia. Unajua, hata ulimwengu wa Magharibi ambao kiasi kikubwa wamemuunga mkono Marekani kumtoa Maduro, bado wanashangaa kwa nini Trump analazimisha kuiongoza Venezuela yani. hmm. kwa nini Ulazimishe kwenda kuiongoza Venezuela. Sasa rais wa eh, mpito tayari amekushafanya tayari amekusha fanya ametoka <laughs> na, na kauli kwamba tutalinda rasilimali zetu. Sasa hipi hatma ya Maduro sasa, eh, Nicolas Maduro Um, ambaye tunawaambia atafikishwa mahakamani New York, kule New York. Leo atapelekwa mahakamani kule Brooklyn. Huwezi yeah, kutegemea chochote ambacho kitakuwa kinyume na kile Trump kaisha kizungumza mm -hmm. Kwenye kwenye hili na, na Trump unajua alifanya mabadiliko makubwa sana ya mahakama ndani ya, ya Marekani mm -hmm. akajaribu aka kupachika watu wake wengi ambao wanatoa maamuzi majaji ambao wanatoa maamuzi mengi ambayo yanakuwa upande wake. Kwa hiyo huwezi kutegemea kuwa eti mahakama ya Amerika ambayo kwa miaka inamshutumu Maduro ije itoe haki kwa Maduro katika kipindi ambacho kuwa wamekuwa wakimshutumu, manake kuwa mahakama ya Marekani kama itatoa hukumu kinyume, kusema kuwa Maduro hakuhusika, kwa sababu wamekuwa wakitoa taarifa za kuhusika kwake na madawa ya kulevya bila ushahidi. Kwa hiyo mahakama kama itatoa taarifa kuwa Maduro hakuhusika na dawa za kulevya, Marekani itatakiwa kuilipa Venezuela katika kipindi chote hasara ile. Kwa hiyo hawawezi kufanya kitu kama hicho kuwa na, ni lazima waendelee na mambo yao ya kuthibitisha kuwa huyu ana hatia ili kuhalalisha tukio rafiki. Asante Jaad, kwa kifupi sana tukikamilisha kwako, wakati uh, huo ambapo Maduro huko New York anatarajiwa kusikilizwa kwa kesi yake, licha kuwa kukamatwa kwake pia uh, kulifanyika kisheria, uh, sio kwa kufuata sheria ama kanuni hizo uh... Tutegemee kama alivyokamatwa na kunyakuliwa Noriega na akafungwa, tutegemee kama alivyofungwa uh, rais wa Honduras kwa ajili ya mashtaka aidha ya kweli au siyo ya kweli kwa ajili ya kuuza madawa. Tutegemee vile vile kwamba uh, uh, raisi wa Venezuela atashtakiwa kwa mashtaka ya namna moja nyingine na atahukumiwa, lakini tukumbuke kwamba sio kipaumbele ni madawa, na ingekuwa ni madawa rais wa Honduras ambao alishtakiwa miaka ishirini na tano Trump huyo huyo juzi, uh, kama miezi kadhaa amempa msamaha, amemtoa jela Marekani, uh, uh, rais wa Honduras. Kwayo, kwa hiyo tutaona kwamba kangaroo courts zile korti za kangaroo zitatumika na zitamfunga uh, Maduro kuenda uh, kutumikia kifungo ambacho bado ni kinyume cha sheria na kinyume cha sheria za kimataifa, na tu, tunajifunza kitu kibaya sana na kuendeleza kwamba ni ubabe, ubeberu mamboleo, ukoloni mamboleo, na ambapo taifa na dunia kwa ujumla tunatetereka, diplomasia inapotea. Ila tunasikitika kwamba yule mtu aliyeuza ramani manake, mm, eh, dao liliwekwa likafikia eh, dola milioni hamsini.

toa taarifa za kufanikisha kukamatwa kwa, na huwezi ukafanya mission kama hii bila kuwashirikisha watu wa ndani mm. huwezi, mission, mission wali, kwa, vyovyote ingekuwa kuna watu walimuuza pale ndugu yako ah, kawaida huwezi ya, ukafanya mission ya hivi bila watu mm. wa ndani wa karibu yako kuhusika kwa sababu Mate. hakuna picha au video inaonyesha kuwa kuna wanajeshi labda wa Venezuela wameuawa katika mm. kukamatwa kwake au purukushani yoyote kabisa. Video inaonekana tu, kwa hiyo ilikuwa dakika ngapi? sama sama bila dakika 20 operation nzima operation nzima mm. yani yote kuanzia wanafika nini kila kitu ndege 150 zinatoka Amerika kwenda Venezuela sio rada ya China wala ya Urusi iliyonusa ile harufu kuwa kuna tukio. Na muda mfupi uliopita alitoka kuonana na yule wanadiplomasia wa China wapo mpaka sasa wapo Caracas bado hawajaondoka. Paka sasa wapo Caracas hawajaondoka. Sasa, sasa kwa ufupi sana unadhani upande upi salama sasa kushirikiana nao kwa ufupi sana? Ah, tuishi kama sisi. Unajua Tanzania ni nchi moja ya mfano sana. Unajua sisi tuko neutral. Sisi tunashirikiana na Marekani tunashirikiana na Uchina wenzetu. Tatizo wanachagua upande moja kwa moja halafu, mm, wana, wana, usikae upande wowote hawa wote. Always huwa nasema, Urusi ni mzungu, Marekani ni mzungu, China ni mfanyabiashara, mm, usikae upande wowote katika hawa. Asante sana, Operation Absolute Resolve. Yeah. Yeah, ya kutatua yeah, tatizo ya kwenda kumaliza. <laughs> Abdulaziz, ya asante sana kwa kuungana nasi <music>